Jambo na karibu katika kipindi cha ifahamu China. Mimi ni zakia Peng. Mji wa Luoyang katikati ya China, ambao zamani ulikuwa mji mkuu wa falme 13 katika historia ya China, umekuwa ukiboresha sekta yake ya utalii na utamaduni kwa kutangaza maeneo ya urithi na kukarabati majumba ya maonyesho ili kuinua uchumi wake. Juhudi hizo zimeanza kuzaa matunda kutokana na ongezeko la watalii. Wakati wa mapumziko ya siku tatu ya sikukuu ya Duangu mwaka huu, Luoyang ilipokea watalii milioni 1.96, ongezeko la asilimia 86.7 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, na kufanya sekta ya utalii kuingiza yuan bilioni 1.48 ambalo ni ongezeko la asilimia 63.53 ikilinganishwa na mwaka jana kipindi kama hicho. Luoyang mji uliopo mkoani Henan, katikati ya China, una idadi kubwa ya mabaki ya kale ya kitamaduni mamlaka katika mji huo zimeendeleza utamaduni wake, kujenga mitaa kadhaa yenye umaalum wa kipekee na kutambulisha maduka mapya na shughuli nyingine ili kutangaza urithi wa huko. Kati ya maeneo yanayofanyiwa ukarabati ni mtaa wa Tianjie unaohusu mtaa wa katikati wa mji wa kale wa Luoyang katika anzi ya Sui na anzi ya Tang. Ni mtaa mpana zaidi wa mji mkuu wa kale uliogunduliwa hadi sasa. Tangu mwaka jana Serikali ya Luoyang ilialika wataalam na wabunifu kurejesha mtaa huu na kujenga barabara kama zile za zamani za kale. Mradi wa mtaa wa kale wenye barabara kumi na mbili unatarajiwa kuwa jukwaa muhimu la kuendeleza mageuzi ya utamaduni na utalii wa mji wa Luoyang. Mji wa Luoyang umekuwa ukiongeza kasi ya ujenzi wa miradi mfululizo kama jumba la makumbusho la mji wa kale wa anzi ya Han na anzi ya Wei, toleo la tatu la fungu la urithi wa kitaifa la anzi za Sui na Tang na barabara kumi na mbili katika mtaa mkuu, ukilenga kujenga mfumo wa utalii unaojulisha majumba ya makumbusho Urithi wa dunia na bustani za urithi wa utamaduni wa kitaifa. Idadi ya watalii waliopokelewa mjini Luoyang wakati wa mapumziko ya Siku ya Wafanyakazi Duniani ilikuwa ni karibu na idadi ya jumla ya wakazi wa kudumu wa mji huo. Katika mapumziko hayo ya siku tano, Luoyang yenye wakazi wa kudumu milioni 7.07 ulipokea jumla ya watalii milioni 6.3, ongezeko la asilimia mia moja na sabini na moja nukta saba sita ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Kwa mujibu wa majukwaa yanayoshughulikia na utalii, katika miezi mitatu iliyopita, kiasi cha maagizo ya kutembelea maeneo ya kitalii mjini Luoyang ilivuka asilimia 47 ikilinganishwa na ile ya mwaka 2019, na, na watalii walio na umri wa chini ya miaka 45 wanachukua asilimia 80.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 Pia unaweza kupakua app ya cheche kwenye Google Play na Palm Store.